Haya, haya, haya, haya, kumekucha! Kumekucha! Wanasema mkojo mdogo mdogo ndio unaolowanisha chupi. Kumekucha, kumekucha. Niliwaambia kwamba kuna habari tunazifuatilia za ndani kabisa, na ni habari nyepesi nyepesi, lakini sasa hivi zimegeuka kuwa ni habari nzito. Tunataka tu kupata uhakika zaidi, na niliwaambia ndugu zangu kwamba hapa ndipo, eh unifollow, eh ucomment na vile vile ulike habari yoyote ya mjini, chochote kitakachotokea cha ndani zaidi utakipata hapa. Niliwambia habari zetu tunazitoa wapi? Hatutumii network ya ndani, tunatumia satellite za Elon Musk moja kwa moja. Sasa ndugu zangu, nataka kidogo niwaulize maswali. Sikukuu ya uhuru wa Tanzania, anayefaa kuongea kuhusiana na hali ya nchi ni nani na ni nani anafaa kuhutubia taifa? Yuko wapi kiongozi wa nchi? Na mbona pia taarifa ya sherehe za huru imetolewa na waziri mkuu na sio makamu wa rais? Mnajiuliza hayo maswali? Kuna nini hapa katikati? Kuna jambo gani linaloendelea? Lakini angalieni waziri mkuu Mwigulu, mwangalieni waziri mkuu, rudieni ile video yake, wakati anaelezea kuhusiana na swala zima la salamu kutoka kwa rais kuwatakia Watanzania sikukuu njema, ile taarifa yote, angalieni sura ya waziri mkuu, Macho yake yalivyovimba na ndani akiwa na rangi nyekundu, lakini uso unaonekana kama ni mtu ambaye aliyekuwa analia. Tafuteni ile video muiangalie kwa mapana na marefu zaidi, sura yake, taswira yake, mtapata jibu. Kana kwamba waziri mkuu alikuwa ametamaushwa na jambo fulani lililokuwa zito, kwa sababu uso wake ulionekana kukosa nuru lakini umejaa kama mtu ambaye alikuwa analia. Sasa ndugu zangu, lakini yote haya tukiyawacha, wakati huu taifa limeingia kwenye maandamano, kiongozi wa nchi anafaa kuongea kuhutubia taifa. Lakini isitoshe, sikukuu ya uhuru anayekuja kuongea na wananchi ni waziri mkuu na sio makamu wa rais wala rais mwenyewe. Unajiuliza nini, una habari gani? Tafakari hiyo nimekuacha nayo, lakini nimewambia hapa. Ndio mahali pa kupata nyepesi nyepesi. Hapa ndipo yafanyie kazi yale niliyokueleza. Maandamano yanaendelea, haki inatafutwa, yoyote aliyomwaga damu ya wanyonge yoyote aliyotesa na kunyanyasa wanyonge hawezi kubaki salama, siyo hapa, siyo nchi gani. Yote yaliweza kufanyika na tuliyaona kwa macho. Mkojo mdogo mdogo ndo unaoroanisha chupa. Usiwache kusubscribe, kucomment na kulike. Tunarudi na mpya, tunarudi na nyingine nzito. Zanda! Je, wewe una maoni gani baada ya kusikia maneno haya? Maana mpaka sasa ishu hii ipo serious sana. Nawasikiliza kwenye comment, na comment hamsini za mwanzo nita reply zote. Usisahau kusubscribe kama ndo mara yako ya kwanza kukutana na channel hii. Asanteni na tukutane kwenye video ijayo.